Uko fresh. Eh? Mia no, eh? Eh. Chini ya mia mzee. Eh? Mia chini ya mia doubt. Hakuna shaka na plus, kwa sababu wote na wewe ujiamini mjini hauwezi kuwa na maana kijiamini mia chini ya mia, kwa sababu wewe hauna makando kando, ni hivi bwana alibadili imesomwa na huenda imewakuta jambo. hmm. na tunazisikia mengi sana, hususan ni kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Bwana nasikia watu wanatolewa kwenye group. Ah, kwanza mimi niseme alibadili haikusomwa. Alibadili imesomwa? alibadili haikusomwa. Kwa nini haijasomwa? Alibadili haikusomwa. Kwanza alibadili ingekuwa imesomwa, mtu wa kwanza kuathiri alikuwa ni Mao Deuji. Kwa sababu gani? Ehe, Yeye ndio anayegharimu Simba yeye ndio anaharibu Simba, yeye ndo ana wadanganya wa Simba. We, kwa hiyo kwa sababu moo hajaathirika chochote, ile albadili haikusoma naelewa bwana, ile albadili haijasomwa. Ile albadili imetajwa imetajwa, sasa kwamba eh, hey, tutasoma itasomwa hivi, lakini haikusomwa hivyo. Hiyo ndio ndo shida yenyewe imetokea hapo. Kwa hiyo mimi binafsi nimeona kwamba kama walisoma waliosoma hawana vigezo na haikufika na kama ilifika basi ilipofika bado haijafika kwa inapokwenda kufika yes. salimu husikii kwamba zile ambazo zinaendelea watu wamezulumiwa pesa huenda hmm. mambo ya badili yameanza kukua sawa bwana kolila na ndugu zangu wanani hey. wanani kilikilindoni hey. hapa duniani kote mtu anakuja kutafuta pesa wananioja hapa unatafuta pesa godi mchaga Mchaga anazaliwa cha kwanza na familia yake katafute pesa mjini. Mwenelewa vizuri. Mchaga anazaliwa cha kwanza chombo, ukipata akili ya kujua hesabu kwanza, katafute pesa mjini. Mimi niko na Godi. Naona na ungana na Godi. Mimi naungana na Godi, kaja kutafuta hela mjini. Akuja kutembea. Akuja kutembea, akatumwa hela. Wewe na Order make Christmas. Christmas yangu ngenda kuambia nini, kwenda kusabiwa. Kapata nini? Na maana alichokifanya kikosa. Godi alichofanya kutumia fursa wale ambao wameshinda tumia fursa, ndiyo maana wanalalamika. Lakini Godi ametumia fursa aliyoipata, kwa sababu ni kwa kitu kimoja. Watu wana matawi yao, kutwa nzima wanashinda Jangwani, wanashinda ofisi za Yanga. Yanga na utaratibu wake na uongozi wake, kama kuna jambo la Yanga sawa, mtaitwa. Mbona matawi mengine haendi pale? Anakwenda watu wachache hao, na wakwenda wanakutana nani? Kwa hiyo kwanza, wao wanaokaribisha wanaokaribisha akina Godi wakae pale Jangwani, hawa wezi wenzao hawa, watumia fursa wenzao <laughs> ndio <laughs> hawa wanaofanya akina Godi wakae pale Jangwani hey, waache kufanya shughuli zao za kiuchumi sawa, so, se sehemu zao za makazi. Hawa wenyewe kwanza ni virusi hawa, wapo ijumu Yanga hawapo kuisaidia Yanga Alibadili.

kwa sababu atasema magufi yawepo leo, yumo toka mpunga. Sawa, mpunga utao, na unapona kagana na wenzako. Wewe unatembea nao, unapita nao wote, umeelewa wenzako? Naona hawana maana, maana yake ni wewe mwenyewe umezidi wenzako. Una umoja tena hapo, hakuna umoja. Kwa mimi niwaambia, wale wale wanategemea kwamba Godi atakuwa fala, Godi atakuwa mbumbavu. Kuna swala salio kwanza, Godi ametumia fursa, unampongeza. Wajifunze na mpongeza Godi, big up, mimi niko na wewe, katengeneza maisha kama unahisi ushachukua hiyo mpungo uliochukua unakwenda kutoboa maisha, katoboe maisha na sisi wengine ambao tunaweza kuwa mgongoni mwa watu, tujifunze. Hii ni fedha, fedha haijawahi kumwacha mtu salama bigi hata siku moja, hata mimi na, na, na pesa unampae baba yako mzazi unampa yeye bado anahesabu, na hela umempa yeye bado anahesabu pesa, unampa yeye baba yako mzazi bado anahesabu. Itakuwa inatoka matajiri huko, haiwezekani. Kwa hiyo mimi binafsi ningewaambia wale wote ambao wanaamini wamezulumiwa na Godi Yanga, wamezulumiwa na Godi Yanga godi Yanga hakuwadhulumu, godi Yanga ametumia fursa ya nyinyi uzembe wenu. Kama pesa ilikuwa inatoka wote nyinyi mlikuwa wapi? Nyinyi mlikuwa wapi? Ile anaambia wajifunze na binadamu anajifunza kutokana na makosa ambayo yamefanyika. Ninachoomba pale Jangwani pasiwe ofisi za wanamatawi, wanamatawi matawi wao wakihitajika na klabu watakwenda pale basi zinatakiwa kuzungumzwa, itazungumzwa pale, wasishinde ina maana, Salumu unaamini kwamba kuna watu baadhi ya viongozi wa matawi wanashinda pale katika klabu? Ndio, na ndio maana hizi fursa, wao wanaona fursa. Ukishinda kila siku na injinia kishuka anakuona mtu mungu katika Yanga, wakati katika Yanga. Ina maana wale wanaoshindaga huwa wana wanapata mshahara nani sanga, kwa kupeleka familia zao, muda gani wanapata kwa utaona kuna watu wanawabeba pale, wale wanawaambia wanaruhusu wakae. Okay, pale hawa wanaruhusu shida, hawa wanagombanisha kina bigi wagombane, hawa wanaruhusu kina sola wagombane, hawa wanaruhusu goja wagombane, kwa sababu umetoa mwanya ambao hauna nafasi pale kwako. Ina maana una unahisi ni kwamba, ikie ikitokea taarifa kwamba wasihusike na wasiende pale, mm. mgogoro hautakuepo hautakuwepo kwa sababu watu watakuja pale kwa jambo muhimu, kwa ruhusa muhimu, jambo linakwisha, limeondoka. Swali kuhusia pesa, matawi yapo, utaratibu upo wa kushisha matawi. Jamani, kuna pesa hii hapa, jambo hivi sio kushinda klabu. Klabu ibaki na kazi za klabu, klabu ibaki na kazi za klabu. Hawa viongozi ambao wanafanya watu wao waone nyumbani kwao, mjengoni, hawa watu ene virusi, hawa wenyewe watumbuli majipu, heshima si. Klabu ya Yanga kwanza, matawi na nafasi yake, na klabu ina nafasi yake. Mm. Alibadili imewakuta bwana mimi sina mengi bwana. Sio alibadili ndugu yangu. Sio alibadili. Na kama unaona mi mimi na alibadili amini hivyo, lakini naamini ni fursa imetumika mambo yamekwenda sawa kwa wengine. Na wajifunze watu. Hela haijawai kumwacha mtu salama, hela haina undugu. Hata ingekuwa mimi nipa milioni za bilioni kumi ningesepa na kijiji. Tena sisi wapata mmoja. Hata tena washukuru tena wagaiwa. <laughs> Mimi sitoi. Kwani wale wanaolalamika ni wao wanahusika vipi? Ndio maana nakwambiaje?